Kijiji kisichokuwa na kivuli. Katika milima mbali, ambako barabara zinapotea kama ndoto, kuna kijiji wanachokiita Lujiwa. Hakina sifa nyingi, isipokuwa mojawapo, ambayo haitajwi kwa sauti ya juu: katika kijiji hicho hakuna mtu yoyote mwenye kivuli. Wakazi wake wanapita kwenye jua kali, wanatembea alfajiri, wanakimbia, wanacheka, lakini ardhi chini yao ni tupu. Wanasema kivuli ni mzigo wa makosa ya roho, sisi tulikwishajitakasa. Lakini ukijaribu kuwauliza walijitakasaje, wanashikana mikono kama siri ya vita. Siku moja ya kijana mgeni aitwaye Baraka aliingia kijijini hapo kutafuta makala yake kuhusiana na maeneo yasiyojulikana. Mara ya kwanza alidhani macho yake anamdanganya. Aliposimama karibu na mfanyabiashara wa mahindi akaanza kushangaa, jua likiwa kali sana lakini chini hapa kuwa na kivuli chochote. Akamuuliza, kivuli chako kiko wapi? Mzee mmoja akamjibu kwa sauti ya kukwaruza, kama cha kwako bado upo nacho, muda wake pia utafika, kitapotea. Maneno yale yalimfanya Baraka ajisikie kuungua kichwani. Akatembea kuelekea uwanja wa kijiji ambako watu walikuwa wakifanya shughuli zao. Kivuli chake kilikuwa kimekaa kawaida, kidogo na chepesi chini yake. Alipoendelea kutembea, kitu cha ajabu kilianza kutokea. Kivuli chake kikaonekana kikirefuka kama sentimita chache, kisha kikawa kama mtu mwingine aliyesimama karibu na yeye, lakini kimechongoka shingo. Je, unadhani Baraka alifikiria nini? kivuli kile kikaanza kutikisa mikono yake bila yeye kutikisa. Baraka akasimama hakusogea, lakini kivuli chake kikasonga mbele hatua mbili, kikasimama kikiwa kinamwangalia, akiwa hakina uso ila kina umbo lile lile la mtu. Watu wa kijiji hawakushangaa, walisema kwa wimbo wa pamoja, kivuli kinaanza kuishi wakati unataka kukichunguza. Baraka kwa oga akajaribu kukanyaga kivuli chake ili kiishe, lakini aliposukuma mguu chini kivuli kikamkanyaga yeye. Baridi ikampiga kwa nguvu ya ajabu, mwili wake ukatetemeka. Alipoinua macho juu aliona kivuli chake kinapepesa mkono kama kumwambia usitafute ukweli wa giza kama hauna nafasi ya kuishi. Alikimbia kutoka Lujewa bila kugeuka nyuma, na tangu siku ile watu wa mji jirani wanasema Baraka hakuwa tena na kivuli. Watu huona kivuli kikisimama pembeni yake, si chini yake. Je, kama wewe ni Baraka, ungeendelea na utafiti wako ama ungeondoka?